Kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya nyumba ya sanaa, na mara hii tunaangazia utengenezaji wa filamu na ni kutoka katika mji wa Beni mashariki mwa DRC. Jina langu ni Steven Mumbi, karibu msikilizaji. Ruben Kakule lukumbuka, akiwa mashariki mwa DRC katika mji wa Beni, amekutana na wasanii mbalimbali Miongoni mwa wasanii hao ni pamoja na watengenezaji wa filamu. Narcisse Sombe ni miongoni mwa watengenezaji wa filamu maarufu katika mji huo wa Beni. Na kabla ya kutupia kijiti hiki, msikilizaji, cha makala haya nyumba ya sanaa, Ruben Kakule ilikumbuka, hebu kwanza tujiweke vizuri na kibao hiki cha kwake Lady JD, kibao kinaitwa Po Po

kibao cha kwake Judith Wambura maarufu Lady JD kutoka nchini Tanzania kibao kinaitwa Popo. Ruben Kakule Rukumbuka, karibu na kulikoni hali ya mambo ilivyo katika sanaa hapo katika mji wa Beni. Na Steven Mumbi, asante sana kutoka hapa jiji kuu la Beni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia nimekutana na watengeneza filamu ambao uh, bila shaka wamekuwa wakijitahidi tahidi katika kusaidia kuleta amani pia na kusaidia uh, katika swala zima la maendeleo. Lakini hapa moja kwa moja katika studio hapa, ninampokea mmoja kati ya watengeneza filamu na nitamtaka ajitambulishe. Karibu, unaitwa nani? Asante sana kwa kuweza kunipokea ndani ya kipindi hiki ee, yaani kwa majina mimi nikiwa naitwa Narsis Sombe, nikiwa mmoja kati wa wale wafanya filamu ama tunaingizia movi ndani ya mji wa Beni. Mnatengeneza mm -hmm. filamu asante sana Narsis, na pengine, e, mumeanza wakati gani? Maanake tangu niondoke katika mji huu uh, watu kama nyinyi mlikuwa niseme, haba kidogo, ilikuwa nadhara kuwapata watengeneza filamu wenyewe. Karibu. Asante sana yani itakuwa nikiweza nikileta historia yangu ndogo kabla tuweza tukafikia nafasi ambayo ama kwenye swali yako naweza nikajibu. Kitu muhimu sana niliweza nikaanzishia kazi zangu hizi za filamu nikiwa anja kuonyesha kupita kwenye maredio fulani fulani ama maredio za mjini. Ah, wakati nilikuwa nikiendelea nikiwa, mm, nikakuwa msanii mwenye marufuku kwenye maredio lakini nikapata elimu moja kusema kwamba hiyo kazi hainibidi niweze nikabaki tu hapo hivi nikienda kwenye kundi moja ikuwa ikaita G7 yani ambayo inaitwa Group Cinematographic Levecare. l mm hapo -hmm. Nikanjia hapo nikianja pita kwenye mazoezi, nikapita kwenye mtihani nikiwa nikitoka mtu watatu ndani ya mtihani hii, na wakinifurahia kivizuri sana. Tukiendelelea yani, hiyo group ambayo umetaja ni kama shule, ilikuwa ikuwa shule wangu kabisa, shule la msingi mambo mambo mambo za mm. nina, nina mambo za sinema ninazoea kupita kwenye redio, lakini bora mambo za kupita kwenye redio, lakini yani, tukipendelea kufanya filamu filamu na na Kashata Mfalme wa Giza na kundi ikakuwa na mvurugo fulani kundi ya kuweza kuendelelea. Hii Kashata Mfalme wa Giza ndio filamu yenu ya kwanza mlianza nayo? Sio ya kwanza, lakini ingelikuwa ya kwanza mimi kuweza kuonekana kwe, ndani mm -hmm. na kucheza. Ni wazo lilitokana na wewe? Ilikuwa wazo lilitokana na kikundi, wakati tuliweza tukaikala tukafikiria wote pamoja, na tukisema hiyo Kashata Mfalme wa Giza itakuwa kitu cha msingi sana, tuweze tukaitia. sawa, sawa. Tuendelee hivyo wakati nika, kundi likaweza kanguka, nikaweza kupata ingine ufahamu wa kusema inabidi nimefunzwa, na mimi nifunze wengine, na nikiweza kuanzisha kikundi changu kilikuwa ikaitwa CEJ yani Club Educatif des Jeunes mm -hmm. na wakati nilianzisha hiyo kikundi vitu tukaenda vizuri sana, tukifuatana kwa utaratibu mm -hmm. tukifuatana kwa utaratibu kabisa, na vitu vikiendelea salama mm -hmm. kikundi CEJ Club Educatif des Jeunes u na ndani hiyo tuliweza tukifanya filamu mbili mm -hmm. Kichwa ya filamu ya kwanza ilikuwa ikaitwa Haki ya Mtoto, hiyo tukayatosha, lakini kipendekezo kwetu msingi kubwa ile ambayo leo tutaanisha kikundi tuweze tukiwa kuwalinda vijana ambao wasikuwa wakitoka shuleni, wasikuwa wakigaragara kufanya mambo mengine yasiyo kuwa na sababu. Tuweze namna gani hizo filamu tunazo tuketia hata ulimwengu mzima, tupate ma masposa wazo kutusapoti, kwani kazi yetu na sikendelele tusikike na tuonekane kama wale wasanii wakubwa ambao walitutangulia. Hivi tukatia hiyo yetu ya kwanza ye cd tukaitia, lakini kwa bahati mbaya tukaweza tukipata marufuku ndani, kwani watu hapa mjini Beni hawakujua wakizoea kutumia na kutimizia cd za hapa, yaani walipenda tu za nje za kigeni mm -hmm. tukaingiza ya pili. Hiyo ya pili ilikuwa tukaitwa kwa nini hivi Jonks, na mpaka leo hiyo CD yupo na watu wengine waliweza kuyapokea, mpaka sasa hatujaweza tukipata bahati ama pesa, ya mapesa ya kuweza kuingiza madukani na watu wai, waiupati wengi. Tukiendelea na makala hii ya nyumba ya sanaa, ni filamu gani ambayo wewe mwenyewe uliunda na umeona wazi ya kwamba imepokelewa vizuri katika jamii? A, filamu hiyo filamu ambayo nimesema kuna hiyo haki ya mtoto, ni mimi mwenyewe nimeunda, ni akili elimu yangu niliweza nikaitia, tukipangiana wengine, nikatoka na watu kabisa wakiweza kuyafurahia. Wakati ilitoka ikapendezwa kwa watu, unajua wanadamu wanafurahia, lakini hawawezi kusapoti. Hapa tunaaja mtu ambao atafurahia kitu na kusapoti kitu cha maana hiyo filamu ya pili tunaita kwa nini hivyo, jong satanao mwenyewe ukaweza ukaipata, utaweza kwa unasema uta vijana, ilikuwa tulianjia ukinatamani kwa... kuipata <laughs> yani, kuipata utaweza kuipata. Unajua, inatuomba tupate vitu vingine vingine tuweze na, lakini ninaimenda kusukumia hata kidogo, kwa hiyo <laughs> asante <laughs> na hivi ni kazi za sanaa, nilianjia kutoka miaka elfu mbili mm. -hmm. Na kumi na, ha, elfu mbili na kumi na kumi hapa hapa nilikuwa Beni. Hapo, hapo, Beni. Mm. Nikianjia kwenye maredio mm -hmm. Sasa hapa kwa kumi na tano ndo nikasema inabidi mm -hmm. niondoke hapa sasa na okay. Nikisema unajua... ukaingia kwenye e, e, step ya pili ama hatua ya pili ha, ili kwamba sasa watu wakuone eh. Sio tu na kwenye redio bali kwenye E, e, filamu ya yeah, wasinisikie zani siku mtu mwenye kusikika kwenye radio yani, sasa wanione na wanitazame, ah ndo huyu anaitwa kijana na Axis Sombe. Ikiwa e, vitu vyote vilikuwa vikienda salama kabisa. Naam. nina imani ya kwamba tukipata mas, ma, masposa kwenye ulimwengu watu support mm -hmm. na vitu vitaendelea vizuri, kiwa isiku watu kusema ah filamu nzuri zinatoka Tanzania Dar es Salaam zinatoka yani Nigeria zinatoka wapi, wajua kwamba Kongo mjini Beni kuna wale wasanii ambao wanafanya vitu na wanaingizia mm -hmm. na vitu vinaendelea kama kawaida, mpaka leo tu watu watusapoti, na kidogo ambao tupo nayo tunaendeleza, lakini kwa hiyo nimeweza nikifanya filamu mbili na hapo sasa, hiyo hiyo filamu ambayo tulikuwa tukiita Kashata Mfalme wa Giza ni filamu ambayo ningali paka sasa ningali naipangilia kuifanya, na sitaifanya kama filamu za wengine, itakuwa kama filamu special mm -hmm. kwa unataka kuiboresha ya inabidi niboreshe na watu waona. Na imepokelewaje katika jamii?